Tayari kwa kwa taarifa hizi ishara, taarifa hizi kwa ishara. Naam mtazamaji, idadi ya watu waliofariki kufuatia maporomoko ya ardhi eneo la Chesongoch, kaunti ya Elgeyo Marakwet imefikia 26. Hii ni baada ya miili mingine minne kupatikana hii leo. Waziri wa usalama Kipchumba Murkomen aliyezuru tena eneo hilo amesema kwamba serikali inaendelea na juhudi za kuwatafuta watu wengine 25 ambao hawajulikani waliko hadi sasa, kama Safin Achieng Ouma anavyotuarifu. Eneo la Chesongoch, kaunti ya Elgeyo Marakwet, hali si hali. Uharibifu mkubwa unashuhudiwa kufuatia maporomoko ya ardhi yaliyotokana na mvua kubwa iliyonyesha Ijumaa usiku na kuacha familia nyingi zikiwa zimezama kwenye lindi la maombolezi. Akizungumza alipozuru eneo la mkasa kwenye siku ya pili ya zoezi la uokoaji, waziri wa usalama Kipchumba Murkomen alithibitisha kuwa idadi ya wafu sasa imefikia 26. Tumepoteza 26 people ambao wamepatikana. Pia tumeambiwa ya kwamba watu 25 bado wamepotea, na watu 26 ni wale ambao wametibiwa wamepelekwa kutibiwa hospitali those who have been injured the government of kenya is going to pay all the men all the hospital bills the government of kenya is going to stand with all these families who are grieving at the moment to ensure we have a proper and decent send off Waziri Murkomen akihakikisha kuwa kamati ya idara tofauti zinazoshughulikia mkasa huo hazitalegeza kamba katika juhudi za uokoaji. Serikali pamoja na washirika wengine imeanza shughuli ya kusambaza vyakula na misaada mingine kwa familia zilizoathirika. Kuomba nikiwa chairman ya region hii, hii kazi tusaidiane mpaka hii maisha ya hao watu irudi normal, mpaka tujaribu kuwasaidia mpaka, hata na makao tuwajengee manyumba yao, tujaribu kusaidia mpaka life comes back to normal. Zoezi la kuwahamisha wakaazi wa eneo lililoathirika limeanza huku serikali ikiahidi kuweka mikakati ya kusafirisha mitihani ya kitaifa kwa shule zilizoathirika. Safin Achieng Ouma.